Swala la ujauzito wa uh, Wema Sepetu ni moja ya ishu ambayo of course kwa sasa hivi inaonekana kwamba imechukuliwa serious kwa kiasi kikubwa sana. Sasa mamake na Wema Sepetu bwana amekuja kufunguka, cha ajabu alichokiongea kuhusiana na ishu ya Wema Sepetu na ujauzito wake itakushangaza zaidi. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kukupa hii update. Kiukweli, hata mimi nimeshangaa sana kuona mama wa Wema Sepetu anaongea uh vitu vya namna ile pale katika kipindi ambacho wengi, wengi, wengi sana wanafahamu kuhusiana na ukweli wa kwamba Wema Sepetu ni mjamzito. Lakini ujauzito wa nani? Hilo ni swala ambalo kila mmoja ana alama ya kuuliza, kama ni Wozu, kama ni mwanaume mwingine, hatujui. Sasa mamake na Wema Sepetu wameweza kufunguka baada ya kuulizwa kuhusiana na ishu zima ya ujauzito wa mwanae na akasema yale ambayo yeye anayafahamu kitu ambacho uh, design kama watu wamechukulia tofauti kabisa na kujiuliza, inakuwaje? Kwaje mama yake na Wema Sepetu anaongea kwa namna kama hii hapa hivi, ili hali anaelewa kabisa kwamba mtoto wake anapitia situation kama hii hapa hivi sasa. Tazetu moja kwa moja mpaka mwisho hii video kupata kufahamu kweli wote juu ya kila ambacho mama wa Wema Sepetu ameweza kufunguka kuhusiana na hili sakata zima, lakini muhimu zaidi, naomba nikwambie tu kwamba niko hapa kwa ajili ya kukupa zile updates zote ambazo wewe hujaweza kuzipata mahali popote pale. Kwa hiyo issue ya muhimu zaidi ni wewe kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hii hii video. Sinia hii video video, ukicheki hapo hapo utaona kuna neno limeandikwa subscribe ufanye kulibonyeza. Baada hapo ta like video, kisha kwenye comment section tutakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho wewe utokomeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabi Official kama kawaida, hii ni Bongo Vibe channel namba moja kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na masaa unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata hapa hapa on time. Sasa tunafahamu ishu kubwa ya Wema Sepetu na ujauzito wake. Ni moja ishu ambazo zime Uh, shika vichwa vya habari kwa kiasi kikubwa sana kwa siku za hivi karibuni huku uh, ikionekana kwamba kwa, kwa dalili zilizopo inaonekana ni dhahiri Wema Sepetu na kila ambacho anakipitia, it's okay it's true, kwa sababu kwa sababu mengi yanajidhihirisha kuhusiana na ukweli wa hili sakata. Labda baadaye mambo yaweze kuja kubadilika, tutaona. Okay, labda Vote na mipango ya Mungu, lakini yote kwa yote, watu wakataka kudhibitisha kutoka kwa mama yake mzazi. Kwa, mama, uh, uh, kwa kiasi kikubwa sana ni mama yake, kile kipindi ambacho alikuwa anapitia uh, uh, kusemwa, wale manyanyaso pamoja na matusi, inaonekana mmoja watu ambao of course wanamkubali sana Wema lakini pia Wema mwenyewe anamwamini kwa kiasi kubwa sana ni mama yake mzazi, and that's why anafahamu siri nyingi sana kuhusiana na Wema Sepetu. So Wema anaweza akasifunguke kuhusiana na kitu fulani, lakini akawa ameshamwambia tayari mama yake kwamba mimi niko kwenye situation hii na hii na hii na hii. Sasa mama yake na Wema Sepetu alikuwa amehojiwa na kuulizwa kuhusiana na sakata zima la ujauzito wa Wema Sepetu kwamba anafahamu nini kuhusiana na ukweli wa hii taarifa na je, Wema kweli ana ujauzito au hana ujauzito, na kwa mujibu wa Wema anavyosema labda ujauzito ni wa nani. Hili ni swali ambalo watu wengi walikuwa wanajaribu kujiuliza. Kwa sababu gani watu walikuwa wanataka kufahamu ujauzito ni wa nani? Tunafahamu sasa hivi kumekuwa kuna ile sintofahamu kati ya Wema na Wozu eh, kwenye mahusiano yao So hatujui. Eh, mara nyingi tumekuwa tukisikia wanachana, wanarudiana, wanachana, wanarudiana. Imekuwa hivyo. Kuna wakati watu wamekuwa wakiona kama vile ni drama, ni kiki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wakawa hawaelewi kwamba huu ujauzito ni wawozu au ni wa Wema Sepetu. Kwasabu, wazo, kwa sababu wozu hatujaona akachangamkia kwa kiasi kikubwa hivyo kuonyesha kwamba yes, yes iko hivi na hivi, wakati tunafahamu kwamba ni watu fulani hivi ambao Of course huaga hawapowi wakiwa pamoja wakiwa na furaha na vitu kama hivyo. Mama yake Wema Sepetu alivyoulizwa swali kama hilo hapo hivi, kwanza amesema moja ya vitu ambavyo, kwanza amesema kwamba uh, hataki kabisa kuweka uh, public maswala ya mtoto wake mwingine ambao hayamhusu kwa mfano swala la kwamba ujauzito ni wa nani, kwa, kwa sababu yeye hawezi akawa anajua kila kitu kuhusiana na Wema. Lakini akafunguka kuhusiana na ishu zima ya kwamba Wema ni mjamzito au sio mjamzito. Hapa ndipo ambapo pamewachosha watu wengi, kwa sababu alivyofunguka amekuja kusema kwamba yeye hana taarifa za kwamba Wema ni mjamzito yani kiufupi, na naye amekuwa akisikia pamoja na kuona watu wanavyozungumzia hilo swala mtandaoni, lakini bado hajaweza kupewa info yoyote na Wema Sepetu kwamba eti ni mjamzito. Sasa imagine mama anaongea kitu kama hiki hapa hivi, katika wakati ambao tunafahamu mtoto wake yupo katika situation gani, watu wakajaribu ku, uh, kupata wasiwasi kidogo na kujiuliza kuna picha gani ambayo inajengwa hapa, au maybe mama anajaribu tu kukaushia na kutokusema kweli ili baadaye aweze kuja kwa surprise package, au anataka iweje iweje. Kila mmoja amekuwa akijiuliza swali lake. Wengine wakawa wanasema kwamba pengine Wema anaweza anajaribu kutuliza uh, zile jazba za watu waliokuwa wanamtukana na kumuita majina ya ajabu, ajabu kutokana na yeye kutokuwa na uwezo wa kubeba ujauzito wa kipindi kama kile pale. Sasa maswali yamekuwa ni mengi, lakini hamna aliyepata jibu kwa sababu mama ameweza kugoma na kusema kwamba yeye kweli ajui chochote ambacho eh, kaa ni muongo kwa, eh, eh, kinamhusu Wema Sepetu, yani, kwa, na kwa, kiufupi hajapata taarifa kwamba Wema Sepetu ni mjamzito mpaka sasa hivi, na anasema kwamba wanawasiliana naga tu, lakini Wema hajasema chochote na hajataka hata kumuuliza kwa sababu anaamini kama Wema yeye akiwa tayari kumwambia mama yake ataweza kumwambia kwa sababu Wema ipogi open sana kwa mama yake. Sasa kuna nini ambacho kinaendelea kati ya Wema pamoja na mama yake? Ni swala kama linaleta utata fulani hivi. Kwa upande wako tuambie, unadhani pengine mama anaweza kama ameficha anataka iweze kuja kwa surprise, tokana na kwamba mwanae amepitia mambo mengi zaidi, kwa hiyo hataki hiyo izoeleke kihivyo. Au nadhani kwamba kwamba mama kweli anaweza akaa hajui, na na wema amepiga za kichwa kiuhalisia, hana ujauzito? comment yako ni ipi? tuambie hapo chini hii video, lakini usisahau kusubscribe hapa hapa hapa kwa ajili ya kwamba, nikipata info nyingine mimi nitakuwa nakuletea hapa hapa, na unakuwa wa kwanza kuipata kama ukiwa umesubscribe. Mimi ni Gabi official, mpaka next video, bye bye.